Amen, aleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasi tumefika mwisho wa utangulizi wa maombi haya, ninamkaribisha mwalimu kwa ajili ya maombi sasa haya kwa ajili ya uchawi huu, usingizi wa uchawi, na nina imani kabisa ya kwamba na kitu kinatokea, na kitu kimeshaanza kutokea kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ulikosa siku ya kwanza mpaka leo, ninaamini siku hii ya leo aa, utakwenda kupokea portion ambayo Bwana ameikusudia. Hata kama ulipitwa, lakini naamini Mungu atakwenda kuachilia nguvu za Mungu kushughulika na yale yote ambayo ulikosa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Basi nikutakie utulivu hapo hapo ulipo, wakati namkaribisha mwalimu sasa, kwa ajili ya kuendelea sasa na hii hatua nyingine ya pili ya maombi kwa ajili ya usingizi wa kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Tunamtukuza sana Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya leo. Glory be to Jesus, haleluya. Makofi mengi kwa Bwana. <laughs> Tunamtukuza sana Bwana Yesu, ni siku ya ajabu hii. Ninakukaribisha katika maombi ya kushughulikia uchawi, usingizi wa kichawi. Tumekuwa na wiki nzima ya maombi haya ya kushughulikia uchawi. Leo ni kipengele cha usingizi wa kichawi. Ninamtukuza sana Bwana Yesu ambaye amekuwa nasi katika wiki yote. Nina shuhuda nyingi sana kwenye simu, sina namna ya kuzisoma. Tutakuwa tunaweka uh, shuhuda kwenye website ya huduma hii. Kwa hiyo uh, kwanzia wiki ijayo utakuwa ukiingia kule kwenye website ya Kesha na Kristo utapata, utakuwa ukipata shuhuda zote za ibada za wiki nzima lakini kwa leo niende moja kwa moja tu kwenye neno la Bwana kwa dakika chache hapa. Bwana Yesu asifiwe, glory be to Jesus, haleluya. Ok, sasa leo usingizi wa kichawi. Uh, mtu mmoja anajiuliza, mwalimu, unazungumzia usingizi alafu ni wakati wa usiku, utaki tulale? <laughs> Mimi nataka mlale lakini msilale usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi, hebu sema usingizi wa kichawi. Kama hujamkaribisha rafiki yako nikupe dakika uh, chache za uh, kushare linki kwa mtu ambaye unajua yuko sisi ningetamani watu wengi waweze kushiriki ibada hii na kupokea baraka hizi. Kama una rafiki yako hayupo online, mkumbushe, mtumie link, mwambie ya kwamba tupo hewani, aweze kuungana na sisi, aweze kuungana na sisi. Tuko uh, kwenye mwaka 2025 na, na tunaendelea kusonga mbele. Usingizi wa kichawi, hebu sema usingizi wa kichawi. Kuna mambo kadhaa nataka nizungumze kama dakika 15 kuhusu usingizi wa kichawi, kuna mambo kadhaa ambayo naweza kuzungumza kama dakika chache kuhusu usingizi wa kichawi. Jambo la kwanza uh, jambo la kwanza ni nguvu ya usingizi kwenye maisha ya mtu, nguvu ya usingizi kwenye maisha ya mtu. Usingizi uh, Mungu ameweka kitu kinachoitwa usingizi, kulala. Mungu ameweka makusudi kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu katika mifumo yao ya mwili. Kinacholala sio roho yako, kinacholalaga ni mwili wako. Roho yako na moyo wako katika kiungo cha cha mwili wako havilali, havisimami visimami, vinaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo kinacholala ni mwili wako, lakini roho yako inakuwa iko aktifu. Tangu unazaliwa duniani mpaka unaondoka hapa duniani bado roho yako inakuwa iko macho inakuwa iko active. Sasa, usingizi aa, ni moja ya vitu ambavyo Mungu ameviachilia, lakini pia usingizi ni moja ya silaha ambayo adui pia anaitumia. Sio kila usingizi ni wa Mungu, ingawa tunajua Mungu anampa wa mpenzi wake usingizi, Biblia inasema hivyo Mungu anampa mpenzi wake usingizi, na kuna watu ambao waga mna mnatamani sana kupata usingizi, hampatagi usingizi. Yaani unakuwa una unahitaji una kupumzika, unaenda kitandani, unasema jamani, mtu asiniamshe, simu ikipigwa msiniamshe. lakini unakaa kitandani usiku kucha upati usingizi una ujikuta pana kucha Unageukia upande huu, nageukia upande huu, nageukia upande huu, nageukia upande huu. Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu anampa mpenzi wake usingizi, na ni usingizi kama wa mtoto mchanga, usingizi kama wa mtoto mchanga. Maana yake nini? Maana yake ni usingizi ambao utahusika juu ya mifumo ya mwili wako, utagusa mifumo ya mwili wako, utaponywa afya yako, utahuishwa, utakuondolea uchovu. Ni usingizi, ni dawa usingizi ni dawa. Na nikuambie moja ya kitu ambacho hauwezi kukidanganya kwa mtu ni ukiwa na usingizi, yaani huwezi kujitutumua mbele ya usingizi. Ukiwa ujalala una usingizi wa siku mbili, huwezi kujitutumua sema jamani, mimi ni mbabe. Huu usingizi utakiona cha moto. Utakaa siku saba, silali, utakunyoosha wewe huo usingizi. Deni la usingizi alirukwi lazima <laughs> utalilipa tu, huwezi kuliruka deni la usingizi ukasema na tapeli na mtapeli. Uh, usingizi sijalala. Usipolala mchana usiku utakuwa na usingizi. Usipolala siku moja, siku ya pili itakuwa ni kasheshe kabisa, itakuwa ni kasheshe kabisa. Kwa usingizi ni kitu cha kibiolojia, lakini pia usingizi ni kitu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, nazungumza juu ya usingizi sasa. Na nguvu ya usingizi ambao tunazungumza ni usingizi mbaya. Usingizi mzuri unakuponya, unahuishwa mwili wako, unakuwa active. ni kama vile una refresh your body. na akili yako inakuwa active ko na kushauri kama upataji muda wa kupumzika wa kulala uwe unalala. Na watu wengi sana hawazingatii kulala, wanapitiwa na usingizi. Huwa sio watu wengi waga wanalala, wengi wanapitiwa na usingizi, yani alikuwa anafanya kitu kingine, usingizi ukamchukua. Sio watu wengi consciously wanaacha kila kitu, wanaenda kulala Sio watu wengi wanaacha ratiba, wanasema hapa nilipofika nasimamisha kila kitu, masaa matatu manne nalala, namwomba Mungu anipe usingizi wa masaa matatu, nilale niamke nikiwa na nguvu. Wengi mnapitiwa, wanaopitiwa na usingizi. Bwana asifiwe. <laughs> Wengi mnapitiwa na usingizi kwa yeah. hiyo sio kwamba uko conscious ili kwamba naenda kulala ha? Wengi unakuwa unafanya kitu unawaaga wazazi wako, unawaaga marafiki bana ise, unawaacha sebleni kabisa, naenda kulala. Lakini baada ya muda, unakutwa uko na simu chumbani, unaendelea na ratiba zingine na nini na nini. Hiyo sasa inakuwa ni changamoto. Lakini usingizi ni dawa o, ni vizuri sana ukakipu very serious muda wako wa kulala, na ukawa unalala kweli, na ukawa unaomba. Wengi amuombi mkienda kulala. Hamuombi ha, ha. Na kwa sababu hiyo unalalamika tu, waga nahotaga ndoto mbaya, anaingiliwa na maroho ya ajabu ya yanantokea. Waga hauombi. Kama hujajua, moja ya eneo ambalo ibada nyingi zinafanyika, ibada nyingi zinafanyika watu wakiwa wamelala, ibada nyingi zinafanyika watu wakiwa usingizini ni gate of worship, yani usingizi ni lango la ibada. Unaweza ukaingia ukalala, ukiamka ukawa tayari umeshaabudu kitu kwenye ulimwengu wa roho. ni lango kwa ukapuza, ujiombea. Ujiombea vizuri, la ibada kwa hiyo usije ukapuuza kujiombea, kujiombea vizuri swala la la usingizi wako unapoenda kulala. Sasa kuna usingizi mbaya unaoitwa usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi ni usingizi ambao haimaanishi utalala kwa jinsi ya mwili, ingawa inawezekana kabisa ukalala kwa jinsi ya mwili, lakini haimaanishi kwamba utalala kwa jinsi ya mwili hivi usingizi wa kichawi. Lakini usingizi wa kichawi ni kufunikwa kiroho, usielewe wala usijue kile adui anachofanya kwenye maisha yako. Narudia tena, usingizi wa kichawi, usingizi wa kipepo ni kufunikwa kwenye ulimwengu wa roho usielewe wala kujua kile adui anachofanya kwenye maisha yako. Moja ya kitu ambacho adui anakitumia ni kufanya kazi wakati watu wamelala. Watu wamelala maana yake ni nini? They are not aware of what is going on. Ukiwa umelala, uelewi kinachoendelea. Kwa hiyo unaposema usingizi wa kichawi maana yake unafunikwa kiroho, kwa sababu wanaokufunika kiroho wana misheni maalum juu ya maisha yako. Kuna kitu wanapanda, kuna kitu wanafanya, na kwa sababu hiyo hawataki uelewe nini wanafanya. Utakachostukia ni matokeo mabaya kwenye maisha yako ambayo hujui aliyeyasababisha ni nani, ila unashangaa tu mambo mabaya yanakupata. Kuna watu hapa ambao mnapatwa na mambo mabaya unatafuta chanzo ni nani, shida ni nani, huwezi kujua. Ulilala saa ngapi? Ulifunikwa, ulifunikwa, ulifunikwa, ulifunikwa. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Matayo sura ya kumi na tatu. Matayo sura ya kumi na tatu. Mathayo sura ya kumi na tatu Mathayo sura ya kumi na tatu Mathayo sura ya kumi na tatu mstari ule wa ishirini na nne na wa ishirini na tano na wa ishirini na sita Mathayo sura ya kumi na tatu mstari ule wa ishirini na tano wa 24 na ne, na 25 na 26. Mathayo sura ya 13, mstari wa 24. Mathayo 13:24. Biblia inasema hivi. Akawatolea mfano mwingine akisema, Ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala watu walipolala, watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye, majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Nataka uone hapa, nataka uone hapa kwamba usingizi wa kichawi usingizi wa kipepo usingizi wa ajabu. Kwa sababu hawa wamepanda mbegu njema kwenye mashamba yao wakalala, ili hujue usingizi haukuwa wa kawaida. Nimekuambia usingizi, maana yake unafunikwa, usielewe kinachoendelea. Wamelala, hawaelewi kinachoendelea, mpaka adui akaja akapanda magugu, bado wamelala. Wakaamka hawajui kwamba kuna magugu yamepandwa, wakaendelea na maisha yao, hawajui kwamba kuna siku walilala kiroho, na kwa sababu walilala kiroho, adui alipanda magugu. Nisikilize vizuri hapa, wachawi waganga, wasoma nyota, wasomao bao, wasomao nyakati mbaya, wasihiri, walogao kwa kitazama mwezi na nyota, wakitaka kufanya kitu kwenye biashara yako, wanakujua umeokoka, wanakujua utawajua kwamba wanakuloga, wanajua utaona kwenye ndoto kwamba wanakushambulia, wanajua wewe una macho ya rohoni, wanajua wachao. Lakini ukiona mambo yako yanaharibika na haujui Hujaona, hujasikia, hujawa aware of, ujue umefunikwa wewe. Kuna usingizi walikupiga kama silaha mojawapo ya kukushambulia, usingizi wa kichawi. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye ameshambuliwa kwa usingizi wa kichawi ni kuota ndoto unachomwa sindano. Unajua uh, ukiota unachomwa sindano, maana yake unashambuliwa na adui ambaye anataka kukuingizia kitu kitakachoharibu sio tu afya yako, kitakachoshambulia uelewa wako. Uota unachomwa sindano Inaitwa medicine witchcraft, ni uchawi wa kutumia drugs. Watu wengi ambao ni walevi wa pombe wameshinda kuacha kokaini, sigareti, sijui alcohol addiction mbali, mbalimbali. Kuna uchawi ambao ni medicine witchcraft <laughs> ni uchawi wa ajabu kidogo ni uchawi wa ajabu huu ambao waga unawashambulia watu wengi, unawashambulia watu wengi. Haleluya, Glory be to Jesus, haleluya. Kuna uchawi ukisoma kwenye Bibilia kwenye kitabu cha Wagalatia anazungumza juu ya uchawi au Ufunuo Yohana sura ya 9 mstari wa 21 Ufunuayana tisa ishirini na moja anazungumza juu ya uchawi ambao kwa Kiebrania unaitwa famakia, ambao wengi wametoka wame, wame wametohoa wakaita famasi wengine fa famaloji, lakini famakia ni moja ya teknolojia famakia. Sio sijasema famasi, sikaa ni nukuu vibaya, nimesema famakia ni aina ya uchawi wa kutumia madawa maana yake unapakwa dawa, unaoga kwa dawa, unachomwa sindano, unalishwa kitu, uchawi wa madawa huu. Ndio uchawi ambao mtu akishambuliwa kwa uchawi huo anajikuta ana anakuwa na addiction fulani, labda mlevi, labda ni mlevi wa pombe, mlevi wa, wa vi, sigara bangi na vitu vingine mirungi, yaani chochote ambacho ni addiction mtu anashindwa kuacha ni moja ya uo uchawi. Ni uo uchawi sasa. Sasa unisikilize hapa, wachawi wakikushambulia, moja ya kitu ambacho wanafanya kwako ni kukufunika kwa usingizi wa kichawi. Ili kwanza, moja, sababu ya usingizi wa kichawi, jambo wanalolifanya usielewe kitu gani kinaendelea kwenye maisha yako. Na kuna watu hapa, biashara zinaharibika, hawajui nini kilikuwa kinaendelea. Ndoa zinaharibika, hawajui nini kilikuwa kinaendelea. Huduma zinaharibika, hawajui nini kilikuwa kinaendelea. Huduma uh, uh, uh, uh, watoto wanaharibika, ujui nini kilikuwa kinaendelea. Ulikuwa umefunikwa kwanza na usingizi wa kichawi umefunikwa kwanza na usingizi wa kichawi kusema usingizi wa kichawi. Kwa hiyo ukiona, ukiona kuna vitu vinakutokea kwa ghafla, ambavyo huelewi mchakato wake, na wewe ni mwombaji, nisikilize vizuri hapa, maana wengi hapa ni waombaji, lakini kuna vitu vinawatokea, kuna mambo yanafanyika, huelewi yametokeaje ya ni kama vile kuna giza ulipigwa, ili jambo fulani lifanyike. Unaitwa usingizi wa kichawi, na inawezekana unaomba sana, unafunga, lakini vitu vinafanyika, uelewi vinafanyikaje. Wewe unaambulia matokeo ya kitu kilichopandwa, lakini adui alipopanda ulipigwa usingizi, usijue nini kinafanyika. Na kwenye ndoa za watu wengi, mtu anashtukia anas talaka lakini sio kwamba alikuwa haombi, ulikuwa unaomba kila siku, uko kwenye ibada kila siku, unamwambia Mungu niongoze, lakini unashtukia mabaya yanatokea ghafla. Unajiuliza haya yote, Mungu hakuniambia? Ulipigwa usingizi. Wewe ukiona kuna mabaya yanatokea kwa ghafla kwenye maisha yako, unashangaa tu, magugu yameota katikati ya ngano, katikati ya mema uliyokusudia yanatokea mabaya, ujue kuna usingizi wa kichawi umekushambulia. Kwanza, wachawi wanapofanya kazi wanafanya kazi sambamba kabisa na kikosi kinachoitwa wakuu wa giza hili. Wakuu wa giza hili, usingizi wa kichawi, hiyo <gibu> ni moja mbili mbili. Usingizi wa kichawi na nakuonyesha nguvu ya usingizi hapa wa kichawi. Usingizi unaweza ukabeba uharibifu. Usingizi unaweza ukabeba uharibifu. Kwa mfano kwenye Bibilia kuna mistari kama mingapi hivi, nikusomea haraka kitabu cha Zaburi ya kumi na tatu mstari wa tatu. Zaburi ya kumi na tatu mstari wa tatu inasemaje? Zaburi ya kumi na tatu mstari wa tatu, Zaburi ya kumi na tatu mstari wa tatu. Biblia inasema, E Bwana Mungu wangu, uangalie uniitikie, uyatie nuru macho yangu, nisije nikalala usingizi wa mauti. Mstari wa nne, adui yangu asije akasema nimemshinda, watesi wangu wasifurahi ninapo, ninapoondoshwa <laughs> kuna vitu vingi hapa. Oh my God, kuna vitu vingi hapa. Hii ni vita na vita hii ni vita ambayo huyu mwimba Zaburi anasema hivi, ni vita ambayo mwimba Zaburi anasema uangalie uniitikie uyatie nuru macho yangu nisije nikalala usingizi wa mauti. Kwao kuna kitu kinachoitwa usingizi wa mauti. Usingizi wa mauti ni usingizi ambao <laughs> unapolala mauti inafanya kazi. Narudia tena, usingizi wa mauti ni usingizi ambao unafunikwa ili mauti ipenye, ipenye kwenye biashara, ipenye kwenye ndoa, ipenye kwa watoto wako. We are not aware of the spirit of death, lakini ile roho ya usingizi, ya, ya mauti inataka usiione, usistuke kwamba ni mauti hapa, wewe uone tu ni hali ya afya ni hali ya kujisikia vibaya, na kwa sababu hiyo uende ucheki, uanze kutumia dawa, lakini usielewe kwamba ni vita. Kwa sababu unaona, mwimba Zaburi anasema unisaidie macho yangu nisije nikalala usingizi wa mauti. Maana yake adui zangu wanataka kuachilia mauti juu ya maisha yangu, na kwa sababu wanataka kuachilia mauti juu ya maisha yangu nisaidie nisije nikalala usingizi. Maana yake usingizi unaweza ukawa sababu ya wao kufanikisha mpango wao wa kunishinda na kuniondosha. Na kuna watu wengi sana adui zenu wachawi, wasomaji, wamewaondosha kwenye biashara kwa sababu waliwapiga usingizi. Wamewaondosha kwenye ndoa, mlipigwa usingizi. Waliwaondosha kwenye huduma, mlipigwa usingizi. Waliwaondosha kwenye kazi, mlipigwa usingizi. Waliwaondosha katikati ya watu wa maana, ulipigwa usingizi. Waliwaondosha katikati ya familia ambayo ilikuwa na amani, ulipigwa usingizi. Ulipigwa usingizi ili adui zako wakushinde na wakuondoshe. Mungu akusaidie na Mungu atusaidie sana, sema Amen. Kwa hiyo tunaposhughulika juu ya usingizi wa kichawi adui anapotaka kukuondosha hawezi kukuruhusu ukawa macho. Moja ya silaha ya kushughulikia usingizi wa kiroho ni kuomba nuru ya macho. Biblia inasema uyatie nuru macho yangu.